Danadana kati ya chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema na vyombo vya usalama zimeendelea baada ya jeshi la polisi nchini humo kumkamata naibu katibu mkuu wa Chadema Bara, Amani Golugwa, akiwa safarini kuelekea Ubelgiji unakofanyika mkutano wa kimataifa wa demokrasia IDU. Jeshi la polisi limetaja sababu za kumkamata Golugwa likieleza kuwa amekuwa akisafiri kwenda nje ya nchi na kurudi bila kufuata sheria za nchi. Amani Golugwa, naibu katibu mkuu wa Chadema upande wa bara amekamatwa na jeshi la polisi nchini Tanzania akiwa safarini kuelekea nchini Ubelgiji alikokuwa anakwenda kushiriki mkutano wa kimataifa wa demokrasia. Kwa mujibu wa Chadema, Golugwa alikamatwa usiku wa manane akiwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere na polisi kushikilia simu zake. Baada ya taarifa hizo kusambaa mnamo saa nane mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo jeshi hilo lilitoa taarifa za kukiri kumshikilia Golugwa na kutaja chanzo cha kumkamata kuwa ni baada ya kupata taarifa za siri mwanasiasa huyo amekuwa akisafiri ndani na nje ya nchi bila kufuata taratibu za nchi. Akizungumza na DW, msemaji wa Chadema Brenda Rupia amesema tayari chama kimeshaanza utaratibu wa kisheria wa kumtoa Golugwa. Polisi wamekiri kumshikilia, lakini nimetaarifiwa kwamba dhamana iko wazi na mara baadaye atakapotoka atazungumza. Kwa mujibu wa mtandao wa X wa Chadema, wadhamini waliokwenda kituo cha polisi cha uwanja wa ndege kwa ajili ya kumwekea dhamana Golugwa na pia wameshikiliwa na polisi. Kukamatwa kwa Golugwa kumewaibua umoja wa watetezi wa demokrasia duniani IDU, ambao wametumia ukurasa wao wa X kulaani kukamatwa kwa Golugwa na kusema kuwa kuwanyamazisha nyamazisha wapinzani ni kuminya demokrasia. Wakati hayo ya kijiri, ni dhahiri kuwa bundi ameendelea kutua katika chama hicho cha upinzani Tanzania, baada ya msajili wa vyama vya siasa naye kutengua uteuzi wa viongozi wa Chadema waliochaguliwa Januari ishirini na mbili mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa ndani wa chama hicho. Waliotenguliwa ni pamoja na katibu mkuu wa chama John Mnyika, naibu katibu mkuu upande wa Bara Amani Golugwa, naibu katibu mkuu upande wa Zanzibar Ali Ibrahim Juma na wajumbe wa kamati kuu ya chama hicho. Kwa mujibu wa msajili, hakukuwa na akidi halali ya kikao cha uteuzi wa viongozi hao. Nilimuuliza Dr gabriel Mwang'onda, mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania, je, hatua zinazochukuliwa wakati huu dhidi ya Chadema zinaashiria nini katika medani za siasa? Tunaona msajili amewavua uongozi au wanachama, kama nilivyokuambia, lakini pia kamatakamata ya viongozi wa Chadema, hili pia linaashiria nini? Ah, ni aina ya siasa ambayo Chadema wameichagua Kumekuwa na mabadiliko ndani ya siasa za Chadema. Wanaharakati umekuwa ukichukua nafasi kubwa zaidi kuliko Chadema kuwa chama cha siasa ambacho kinatamani kushika dola. Pamoja na hilo la kufutwa kwa viongozi wakuu wa Chadema, hamahama ndani ya chama hicho imeendelea, ambapo jana viongozi wengine takribani mia moja wa mkoa wa Tabora walitangaza kukihama Chadema. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.